Ninayo hapa pete na natamba nayo. Mwambie mdogo wako sijika kako, nitampoteza kwenye mgongo wa ardhi. Wewe ni nani? <laughs> Nimekwambia naitwa Ngoshawanama Wamboakanda ziwa Buchosa moja iituka maji ya bahari kwa maji ya shingo uogoa, nakupoteza kijana. Sema nini wewe? Naomba pete nipatie kama msaidizi sasa huyu dogo kisha habari yake, huyu nitamtumia kwenye mambo yangu. Sasa naomba pete, rudishe ufahamu. Dogo, unajisikiaje? Babako mimi. Twende kwetu. Follow me, let's go. Bye, hey, hey. Sasa, Pete, wewe sasa hivi ndo kiburi changu. Nimerudi kwa mzimu, nimerudi kwa mzimu, nimekuja kuomba nguvu Ninyi kama mlinipa uwezo, mkanipa na petenu ya wajabu, naomba mliongezee nguvu zaidi. Naona huko mbele na mapambano makubwa sana. Yesu, alie yesua, akuuli sameheni. Nasikia ngoma yako masafa kwa mbali mbali, nasikia china mwanawale, basi yamepita, naomba msaada kwenu Walimuamasa alisema tendi mbali, hapa ni wapi? Kwa Ah, kijana, hmm? Hiyo pete sio majaribio, tutakupunguzia <laughs> <laughs> nguvu maa, tunataka kuona <laughs> watakuichezea pete. Ayo, wakuru, napotea sasa

Yani yeah, so kuilalia tu mlango wazi hata hata kama kama kishundu wazi, lakini wewe wewe wewe lazima uitoe pete pete yangu yeah, na ituangosha wana, wewe wewe hata uite msukule wa mama tu tu, sisi toa pete maliza nao hadi, hiyo ni kazi ya mtoto kangu, ni shike sasa, nikushike kama ah, kijana unajiamini, shika hapo, tema mate chini chini tena yenu wa chumba tu waweza maliza nao Dogo nitakupoteza, Dogo nitakupoteza, do dogo nitakupoteza, dogo nitakupoteza. Nyani wa wenzio mwondoke kwa haraka sana, niko na pete natamba nayo, nitawatesa Kijaba. Habari gani Mtanzania bwana. Ah, sisi ni wauzaji wa omo eh, tunauza bei rahisi sana, bei zetu ni nafuu. Ah, hii keshi ni shilingi elfu mbili. Ah, mkopo ni shilingi elfu moja na mia tano. Oa we ukichukua leo kama jumatatu hadi jumatatu ile, yaani hatuna usumbufu na wateja wetu, cha msingi ni uaminifu wa hali ya juu. Oa, omo wetu ni original, so unaona ina povla kutosha. Sema ngoja nifungue ione kidogo Yaani ni quality iko kwenye quality wa hali ya juu eh, unaona mtazamaji, kama unavyoona eh, tunatengeneza kwa matirio yanayotakiwa, hatubaratishi kazi zetu. Oa, popote ulipo Kabale, tupigie namba zetu ziko chini ya kamera hapo zinapita. Eh, tunakuletea au unakuja ofisini kwa MJ Library pale, unajipatia huduma safi ya omo. Oa we, omo ni habari ya mjini. Lakini pia mtazamaji, naendelea kukuonesha, ah, hii yenyewe unayoiona hii ni shilingi elfu moja keshi na hata mkopo ni shilingi elfu moja. Wai, sasa mapema, kwani huduma zetu ni tunafanya kwa wiki mara mbili, Jumatatu na Jumatano. Tunapita popote ulipo mtaani kabari moja Kakola. Oa, karibu sana ofisini kwetu ujipatie huduma bora, utapata hii kwa urahisi zaidi, lakini pia namba zetu ziko chini ya kamera hapo. Mkopo elfu moja halafu keshi elfu moja.